Na sasa ninyi, ambao mko mnakuwa katika imani, basi bila shaka mna malengo fulani, au mtagundua malengo hayo kadri mnavyoendelea katika umri na kimo. Na yote haya tunayaweka mbele ya Mwenyezi Mungu tunayemwamini na kumtumainia katika maisha yetu, lakini vile vile tukimpenda kwa dhati ya moyo, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliye upendo, nasi anatualika atushirikishe upendo huo ili tuweze kushirikishana na wale wote tunaokutana nao, tukianza na wazazi wetu na familia zetu ikiendelea katika majirani na hata mahali mashuleni tunapokuwa na penginepo ambapo shughuli zetu zinatupeleka. Kwa hivyo napenda niwakaribishe kwa dhati ya moyo kabisa katika kituo hiki cha Hija na katika kipindi ambacho ni mwaka mtakatifu wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo katika hija hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulinda na kutuongoza mpaka tukafikia kipindi hiki ambacho tumo sasa, na napenda si tu kwa karibisheni katika kituo hiki lakini vile vile kusema machache katika kituo hiki. Tumeona tumepanda kutoka huko chini mpaka tuko mahali hapa, na ndani humu kuna mambo kadha wa kadha. Eneo hili ambalo ni la kanisa yenyewe, kuna mambo kadha wa kadha ambayo pengine ningependa niwashirikishe, hususan ni wale ambao ni mara yao ya kwanza kuja kusali pamoja nasi. Hebu nyosheni mikono kampo ni idadi ya kutosha. Kwa hivi nina kila sababu ya kuweza kuchukua dakika chache kwa ajili hiyo, kwa faida yenu ninyi ambayo ni mara ya kwanza, lakini vile vile kwa faida ya wale ambao bila shaka walishafika maeneo haya e, katika mlango mkuu huu tunaopita kuna milango mitatu na milango mitatu hii inawakilisha jina la kituo chetu, ambacho kipo kwa ajili ya Utatu Mtakatifu Mungu mmoja, ndio asili ya milango hiyo mitatu. Tulifikia kwamba hiyo hivyo, lakini vile vile milango hiyo mitatu inaangalia upande wa mashariki na tunajua kwamba Kristo Yesu ndiye yeye aliye jua la haki na jua linachomoza kutoka mashariki kuelekea magharibi. Na tunapokuwa tunasali humu, tunajua kwamba ni kwa wangavu na wangazi wa Kristo Yesu anayeangaza akili zetu kuimarisha utashi wetu na kuifungua mioyo yetu tuweze kuelewa nafahamu kwa uhaki, kwa usahihi zaidi nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Lakini vile vile tumeigiza lile kanisa la Yerusalemu, hekalu kuu iliyokuwa limejengwa nyakati hizo na baadaye likaja likabomolewa, aliyolijenga Solomoni nao milango mkuu wa kanisa lile la Yerusalemu ulikuwa upande wa mashariki, lakini vile vile tunajua kwamba wakati ule wa hija ya majusi waliotokea upande wa mashariki waliingia katika Yerusalemu pale, na wakakutana na Herode, baadaye wakamuuliza wakasema ni wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Na Herode akashikwa bumbuazi na kigugumizi, kwa sababu hakuwa wajui. Akawaita wataalamu wake waweze kumfafanulia, na akamweleza ni kweli. E, katika maandiko yanasema kwamba atakuja zaliwa mkombozi, mfalme wa Wayahudi na Masiha na atazaliwa katika mji wa Bethlehemu ya Yudea. Akazidi kufadhaika na akawambia wale majusi, wakasema ebo, mendeni mkaone mahali hapo, na mkishamwona mje mnieleze, ili na mimi niende nikamsujudie. Na walikuwa wanaongozwa na nyota kutoka mashariki Nasi kama wote tulioingia katika mlango huo, au kama tuingie mlango ule mwingine, basi wote wao tumetokea upande wa mashariki kuingia mahali hapa tulipo sasa. Eneo hili ndilo eneo la kanisa letu na limepambwa na kupambika kwa eh, picha au sanamu mbalimbali, picha mbalimbali mbali, ambazo ziko ukutani e, juu na chini tunaona e, ni picha za watakatifu vizuri. Kaangalie kama baadaye, angalie kama na wewe somo yako takatifu yumo katika, katika jengo letu hili, kanisa letu hili. Lakini e, kikubwa ni kwamba huku mbele kabisa tunaona e, watakatifu Maria na Yosefu ambao wao ndio wazazi na walezi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Moja kwa moja picha hizi mbili zinatukumbusha kwamba na sisi tumetoka katika familia ya baba na mama, na tumekuja kumsujudia Kristo Yesu katika kituo chetu chetu hiki. Lakini vile vile kituo hiki kina watakatifu wawili mashuhuri kabisa ambao wana, ni, ni wasimamizi wa kituo hiki. Wa kwanza kabisa ni sanamu hii iliyo hapa mbele yetu ya mtakatifu eh, Mama Teresa wa Kalkuta, yeye ni rafiki yetu, kwa sababu ni wakati anafungua nyumba yake ya kwanza ya masista wa upendo alifungua nyumba hii katika jimbo letu kuu la Tabora pale karibu na waskofu na waskofoni mwaka wa 1968 Tarehe ya nane ya mwezi wa tisa ndiye alileta masisa wake wa kwanza na wakaanza utume katika jimbo letu hili, lakini amekuwa akija na kurudi mpaka e, baadaye nguvu zilipomwishia na majukumu mengi akawa haji tena, mpaka alipofariki dunia mwaka wa Tisini na saba. Elfu moja mia tisa tisini na saba, lakini akatajwa kuwa mtakatifu tarehe ya kumi na sita mwezi wa tisa mwaka wa elfu mbili na kumi na sita. Kwa bahati na maongozi ya Mwenyezi Mungu, nilikuwa kwenye sherehe hizo za kumtangaza kwamba sasa ni mtakatifu wa Mungu. Wa pili lakini labda ni wa kwanza, kwa namna ya pekee, ni Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, ambaye yeye alikuwa ni baba mtakatifu wetu na papa wa kwanza aliyekuja kutembelea e, nchi yetu ya Tanzania tangu tarehe mosi ya mwezi wa tisa mwaka tisini mpaka tarehe tano alipoelekea nchi za Rwanda na Burundi. Hapa Tabora alifika majira ya mchana tarehe ya nne ya mwezi huo wa tisa mwaka huo wa tisini. Basi tulimpokea katika viwanja vyetu vya uaskofuni pale Tabora, lakini maadhimisho ya ya ibada yalifanyika katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Hatuna e, kumbukizi nyingi sana kuhusu uwepo wake, lakini siku zijazo tutakuwa na kiti chake alichokalia upande ule, na hivi itakuwa ndiyo kumbukizi tunayokuwa nayo, lakini sanamu yake iko upande upande huo mwingine na yeye alitajwa kuwa mtakatifu tarehe ya ishirini na saba ya mwezi wa nne ya mwaka elfu moja mia tisa kumi na nne elfu mbili na kumi na nne ni na nilikuwa na bahati ya pekee kwamba na mimi nilikuwepo katika viwanja vya Vatikani kule Roma wakati anatajwa katika ibada hiyo, ikiwa, akiwa pamoja na Papa Yohane wa ishirini na tatu, na yeye picha yake iko, iko upande huo. Kwa hivyo tumependa kulipamba na kulipambanua kanisa letu hili kwa picha za watakatifu ambao wanamwalika kila mmoja wetu aweze siku moja kushiriki Eh, makazi ya Mwenyezi Mungu huko mbinguni akiwa, akiwa amezungukwa na watakatifu watangulizi wetu.